Mheshimiwa Spika, nashukuru sana kwa nafasi hii ya kulihutubia Bunge ili niweze kutimiza wajibu wangu huu wa msingi wa kikatiba. Shukrani nyingi ni kwa uongozi wako shupavu, mahiri na wenye weledi mkubwa. <coughs> Hakika, hakika Mheshimiwa Spika, umeliongoza vyema Bunge hili na kukamilisha mikutano kumi na tisa katika Bunge hili la kumi na mbili. Najua haikuwa kazi rahisi, lakini pia ni kazi nyepesi kwako, kwani penye wengi kuna wengi na kila mmoja na kichwa chake ndani ya Bunge hili <laughs> kwa hiyo, haikuwa kazi rahisi kwako. Ila, ila kwa uhodari mkubwa umeweza kufikisha mashua yetu bandarini kama wanavyofanya manahodha makini. Katika historia nchi yetu, wewe ni mwanamke wa pili kushika wadhifa huu wa juu kabisa katika mhimili huu wa kutunga sheria. Hakika hujatuangusha wanawake wenzio. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, uzoefu wako wa kitaifa na kimataifa umekuwa chachu inahakikisha kazi hii inafanyika kwa viwango vya hali ya juu, na hivyo kuendelea kujijengea heshima, kulijengea heshima bunge letu. Hongereni sana. Aidha, Mheshimiwa Spika, nikupongeze kwa kutekeleza majukumu haya sambamba na majukumu yako ya rais wa 31 wa Umoja wa Mabunge Duniani. Mheshimiwa <coughs> Spika, kule nako umeweka historia ya kuwa mwanamke wa kwanza kutoka Afrika kuchaguliwa kushika nafasi hiyo. Tunakupongeza sana kwa kuitumikia ipasavyo nafasi hiyo.